Karibu katika yasemavyo magazeti ikiwa leo ni Jumatano ya Disemba 30 mwaka 2015. Zimebaki masaa kadhaa tu kuweza kuuaga mwaka, baki, uh, masaa kadhaa tu, mwaka. Uh, katika magazeti leo kuna gazeti la Uhuru kweli daima, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii. Gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa mbele lenyewe laandikwa kimewaka, makontena lukuki magari yabainika kutolipwa ushuru, lakini watumishi saba TPA mbaroni kufikishwa mahakamani, mawakala wa forodha uh, watahadharishwa kufutiwa leseni. Habari hii mtazamaji inapatikana katika ukurasa wa nne. Katika ukurasa wa mbele gazeti la Uhuru kuna habari picha inayomwonyesha waziri mkuu Kasim Majaliwa akikagua dagaa wanaokaushwa kitaalamu kwa kutumia jua, wakati alipozindua alipo soko la mwaro wa kisasa wa samaki ya kibirizi mjini Kigoma juzi akiongozana na mbunge wa Kigoma mjini zito Kabwe. Katika gazeti la Uhuru pia ukurasa wa mbele laandika tahiliso ya piga marufuku uh, migono uchunguzi wa ajira za wageni kwanza, majaliwa hawahakikishia usalama wavuvi Lukuvi, moto wa kifuu, atangaza kuwasaka waliokopa mamilioni kushindwa kuendeleza ardhi. Lakini nyumba mabondeni, maeneo ya wazi kuendelea kuvunjwa, ni ukurasa wa mbele gazeti la Uhuru, ukweli daima. Katika kurasa za ndani gazeti la Uhuru ukurasa wa pili, kuna picha mbalimbali zinazomwonyesha Kasim Majaliwa, waziri mkuu wa Tanzania. Ukurasa wa tatu, makontena kutoa ushahidi mahakamani. Serikali yaagiza urafiki uitoe ajira mpya. Majaliwa awahakikishia usalama wavuvi, ni habari kutoka Kigoma. Aa, wizara ya kana kuhusika na bomoa bomoa tungi ni ukurasa wa tatu. Tunaenda hadi ukurasa wa nne. Uh, ukurasa wa nne tahiliso yapiga marufuku migono. Uh, Lukuvi moto wa kifuu ni muendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa tano waokoaji wa upata mwili wa aliyefukiwa na kifusi ni habari kutoka Mbeya. Uchunguzi wa ajira wa za wageni kuanza lakini shiva shiva tiata ya wakomalia watoa wa huduma tiba asili. Ukurasa wa tatu kuna habari, picha inaonyesha aliyekuwa mgombea ubunge kwa tiketi ya CCM katika jimbo la Temeke Abasi Mtemvu akiwa na wafuasi wake nje ya mahakama kuu ya Tanzania Dar es Salaam, baada ya kesi aliyofungua ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa jimbo hilo uliofanyika Oktoba mwaka huu kuahirishwa hadi uh, Januari 22 Mwaka 2016. Serikali uh, NEC, NEC watiliana saini kuwawezesha vijana. Ni baadhi tu ya kurasa za ndani katika gazeti hili la Uhuru gazeti la Uhuru naliweka kando, nakamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe limepangwa na habari inosema Mbarawa apasua jipu lingine, TPA, makontena 11884 magari 2019, ya kwepa kodi, watumishi saba wakamatwa, wanane watafutwa. Ni habari katika ukurasa wa 4. Kuna picha pia inaonyesha waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa. Hakuna uchaguzi Zanzibar yasema CUF, lakini siri ya ushindi CCM yafichuka, mgogoro wa CUF ulichangia madiwani kusalitiana, ni habari kutoka Tanga, ukurasa wa mbele. Gazeti la Majira laandika manispaa ya Morogoro kufuta hati viwanja mia tatu, lakini tutafanya ubomoaji daa bila kulipa fidia asema Lukuvi, lakini kiongozi wa mtaa Keko atumbukia shimoni afa ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Mtazamaji, katika ukurasa wake wa mbele ndivyo linavyoonekana hivyo tukizigeukia kurasa za ndani za gazeti hili, ukurasa wa tatu, Dr Mpango asema Tanzania itajiendesha kwa, kwa mapato yake a, shi. Lakini matibabu zingatieni tamko la serikali asema shirikisho a, tutafanya ubomoaji daa bila kulipa fidia. Ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, imeendelezwa katika ukurasa wa tatu. Ukurasa wa pili, hospitali zifanye malipo ya kielektroniki asema Kigwangala, ni habari kutoka Simiyu. Diwani mwenyekiti wa kijiji nusula wapigane msibani, ni habari kutoka Rungwe. Ukurasa wa tatu, kuna picha inamwonyesha waziri wa ardhi, nyumba maendeleo na makazi, William Lukuvi akiangalia mashine maalum wizarani hapo zinazotumiwa na madawati ya watendaji na maofisa ardhi katika wilaya zote za jijini ambapo watashughulikia masuala ya ardhi wakiwa pamoja ili kuondoa urasimu kwa wananchi wanaohitaji hati mbalimbali ya jana Dar es Salaam. Manispaa ya Morogoro kufuta hati viwanja mia tatu, ni habari kutoka Morogoro. Lakini tunaenda hadi ukurasa wa nne ambapo Mbarawa apasua jipo jingine, TPA siri ya ushindi, CCM ya fichuka, hakuna uchaguzi Zanzibar yasema CUF. Ukurasa wa tano, mwekezaji atia ofisini kwa waziri ni baada ya kupokea malalamiko ya wafanyakazi wake. Serikali kumaliza migogoro ya wakulima, uh, wafugaji. Uh, chanjo ya matende busha yatolewa tolewa. Uh, magembe apewa ushirikiano maliasili asema Nyalando. Kuna picha pia unaonyesha maofisa wa wizara ya ardhi, nyumba, maendeleo na makazi wakiweka alama katika nyumba ambazo zinatakiwa kubomolewa katika bonde la Hananasifu lililoko manispaa ya Kinondoni Dar es Salaam jana. Operesheni ya bomoabomoa nyumba hizo iliyosimama kwa muda kupisha wakazi kuondoa vifaa vyao itaendelea Januari tano 5 mwaka 2016. Ni kurasa za ndani gazeti la Majira, ya gazeti huru la kila siku. Na kamata gazeti la Habari Leo kurasa wa mbele lenye laandika ufisadi mwingine waibuka bandarini: Makontena 11,000, magari 2000 yatoroshwa bila ushuru, watumishi saba watiwa mbaroni, wanane watoroka, serikali yakosesha yakoseshwa mapato ya shilingi bilioni 48.6 kampuni ya simu za tozwa faini. Lakini ukurasa wa pili, CUF yaonesha imani kwa Magufuli, wataka Wazanzibari wampe nafasi kutatua mgogoro wa Zanzibar. Ukurasa wa mbili kuna picha inayoonyesha waziri mkuu Kassim Majaliwa akipata maelezo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Isa Machibia kuhusu silaha mbalimbali ikiwamo bunduki iliyokamatwa ambazo zilikamatwa na polisi mkoani humo zikitumika katika matukio ya uhalifu. Waziri mkuu yupo Kigoma kwa ziara ya kikazi. Lakini cheo cha kitaaluma cha sasa cha waziri wa elimu na sayansi ni profesa, sio Dr. watendaji wa wizara maliasili wametakiwa kumpa ushirikiano waziri mpya.